Jeshi la polisi mkoa wa Simiyu limeanza uchunguzi kufuatia taarifa ya kutekwa kwa mjumbe wa kamati tendaji wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wilaya ya Busega, Lobelia Kulilo Masanyiwa. Kwa mujibu wa taarifa, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema Brenda Rupia, Masanyiwa alitekwa majira ya jioni Oktoba 1 mwaka 2025 akiwa ofisini kwake kijiji cha Nyamikoma wilayani Busega. Mashuhuda wamedai walimwona akilazimishwa kuingia kwenye gari na watu waliovaa kiraia na kufunika nyuso kwa maski, huku mmoja akiwa amebeba bunduki. Gari hilo linaelezwa kuonekana likizunguka maeneo ya kijiji hicho tangu asubuhi likibadilishwa namba za usajili mara kadhaa, hali iliyozua maswali kuhusu uhalali wa operesheni hiyo na uhusika wa taasisi zenye mamlaka. Chama hicho kimepinga vikali tukio hilo kikitaja kama kitendo cha kinyama kinachokiuka haki za binadamu na kushambulia msingi wa demokrasia, usalama wa raia na utawala wa sheria. Chadema kimekumbusha wajibu wa jeshi la polisi kulinda raia bila upendeleo na kuonya kwamba vitisho au mashambulio dhidi ya viongozi wake haviwezi kuzima dhamira ya kudai mabadiliko nchini. Kamanda wa polisi mkoa wa Simiyu Edith Swebe amethibitisha kupokea taarifa za tukio na kueleza kuwa ufuatiliaji wa kina unaendelea ili kubaini ukweli. Na nukuu, ni kweli tumepokea taarifa kutoka Chadema na tumeanza kufuatilia ili kubaini ukweli wa tukio hili, amesema RPC Swebe. Wakazi wa Nyamikoma wamesema hali ya usalama imezidi kuwa ya mashaka hasa kuelekea kipindi cha uchaguzi. Baadhi wamehoji usalama wa wananchi wa kawaida iwapo viongozi wa kisiasa wanaweza kutekwa mchana hadharani. Wananchi wameongeza kuwa kama mtu anatuhumiwa kwa makosa fulani, njia sahihi ya kukamatwa kwa mujibu wa sheria na si kuvamiwa. Wananchi wameongeza kuwa kama mtu anatuhumiwa kwa makosa fulani, ipo njia sahihi ni kukamatwa kwa mujibu wa sheria na si kuvamiwa kwa nguvu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya taarifa nyingine zaidi.